Yo yo yo yo, inakwaje kama kawa, kama kawa, msikaji wangu mwanangu wa dhahabu ambaye kila siku unakutana na sauti hii tu kwenye YouTube channel ya Global TV lakini hujawahi kupata nafasi ya kubahatika kumuona msikaji wako wa dhahabu. Yupi mwanangu wa dhahabu, yupi msikaji gani ambaye analipa zile kali zote za entertainment? Basi ni mimi hapa msikaji wako wa dhahabu ambaye kila siku unakutana zile story kali zote za entertainment na kuwekea sehemu ni moja tu ambayo ni kwenye YouTube channel ya Global TV online. Point ya msingi, hakikisha kila saa, kila dakika, kila sekunde pita kwenye YouTube channel ya Global TV online, una subscribe, una like, una comment. So hii itakuwa ni itikadi yangu kwamba kila siku tutakuwa tunakutana kwenye

dhahabu dhahabu yani na labda labda labda uweze kujua. Yaani Diamond kila kila picha picha anaandika karibu karibu karibu SA, South yani South Africa, Africa. Nikasema siku nikutana Diamond, swali. Hivi hivi kuna tatizo ukasema sasa ushamaliza kuitangaza urudi kibongo bongo, yani uweke TZ, yani utoe Tanzania. Well, recently nimekuwa nikipost niki baadhi ya page baadhi ya picha nikizungumzia South Africa. Nikizungumzia baadhi ya vivutio vyao. Nikizungumzia baadhi ya watu waweze kwenda na vitu kama hivyo. Ya, yeah, kuna comment nilikuwa napata watu wanasema kwamba mbona upost kus Tanzania na nini? Najitahidi kupost kus Tanzania. Mimi mwenyewe ni Mtanzania na nikiposti, nipo nyumbani ni Tanzania. Nikiposti, nipo hapa ni Tanzania tayari. Lakini kwa kwa kwa kutuamini na kuthamini nafasi tulizokuwa nazo uh, mimi na, nafanya nafanya kazi kuna kampuni inaitwa binary binary wao nimewapa mamlaka ya kusimamia uh, platform zangu zote za social network kama Instagram, Twitter na Facebook. So watu wanapokuwa wanataka matangazo kama wataki endorsement dili na mimi direct, wanaweza kupitia kule, na kwa kila posti ikawa inalipo ina gharama yake. So kila posti wanaamii natangazo nimepost kwenye instagram yangu ina gharama yake, haijakaa tu pale bure Nilipia bando nimenunua simu na nimefanya mambo mengi kuwavuta wa watu watu wanifollow mimi mimi mimi. Kwa kwa kwa hiyo siwezi kukuwekea tangazo lako bure tu, mimi nifaidishe na na kitu tena. Kwa nini unaelewa? Ina maana wale bando ni ni kazi yao ni kuma, kumarket social platforms zangu mimi kwa kisha za, za social yao social social zangu za, network, ili watu waweze kuleta tangazo yao. So naamini kwamba kwa kuthamini na kutuamini mchango uh, wetu kwenye jamii na influence tuliyokuwa nayo serikali ya South Africa kupitia bodi yao ya utalii, naamini pia wamekutanana ili kuweza page yangu mimi promote about the utalii wa South Africa. So na na, sio sio mimi tu, kuna wasanii tofauti tofauti wanafanya. Wakati posti zangu zinaenda, uh, kuna watu wako na comment tangaza Tanzania nini so nini, nikawaambia pale chini nika nika, sisi serikali ya South Africa imeona thamani yetu kama Diamond kutangaza South Africa. Wakatupa tenda. Lakini bodi ya utalii ya Tanzania haijawahi kukaa na mimi kuniambia kama nitakiwa nifanye. Wananiambia mimi ni wajibu. Wajibu wangu nitafanya huko hajakaa kuamini kama wasanii tuweza kufanya hivyo, lakini mimi nafikiri, hebu tuitazame vizuri. Imekuwa ni semisa ya fursa. Kama bodi ya utalii Tanzania hii, tuangalie na wasanii, kwa sababu tuna followers wengi, tuna namba kubwa. Mimi natazama, ukiangalia kwenye Instagram yangu, na karibuni nchi zote Afrika nzima zinanitazama, ukiacha nchi zilizokuwa Marekani, si Europe na nini So, toka zangu, mimi natazama na wote. Kukumpitia mimi, tunaenda tukazungumza hizo yale wanawapelekea zungu. Nipe na mimi, mimi siwezi kukuchaji kama zungu, sababu zungu atakuchaji na nyingi. Mimi ni nchi yangu. Nitataka kalamu ndogo itakayonisaidia kuweka internet, kuwa na simu itakayokuwa imara, kuwa na watu nitengeze content za kuposti kwenye nchi. Kwa hiyo kitu kimoja nikakizungumza. Kwa nafikiri bodi ya, ya utalii sasa ni wakati. Sasa ni wao tuna, tunapenda, tunakubalika. Watutumie. Watutumie tuweze kutangaza nchi yetu. Lakini usiponiamini mimi kwa sina influence, sina nguvu ya kumshawishi mtu akaje nyumbani, usinilaumu ninapoposti kitu cha mtu mwingine sio kwa salamu, kwa sababu mimi nalipwa. Ninapopewa riziki, siwezi kuiacha riziki alafu mimi nikakaa na njaa na familia yangu wakati ndo kazi yangu inayoitegemea, ili hali watu ambao watakiwa ndio kweli wanige mimi wajaniona kunipa. Kwa mimi nafikiri ni nafasi nzuri na sina ngoti. Iko haja tukaribishwa na mambo nyingi tunatokana baadhi ya bodi za serikali Unaonaje kama Diamond mimi nikaendorse swala hili unaonaje? Diamond nikatangaza swala hili la kitaifa, kwa sababu wananchi wetu wanatupenda na kutukubali na kutuamini. Serikali tutumie sisi wasanii kutangaza vitu vya kiserikali. kwa nini watumie watu wengine? sisi tunaweza nguvu hiyo. Ikiwa kama watu kama South Africa wameona kama Diamond anaweza akatangaza utalii, kwa nini Tanzania? siamini mimi kwa hiyo. Tuache napokuja kuzungumza biashara za kutangaza Unaambie uzalendo. Uzalendo upo lakini uzalendo bila nitakula na nini? Rais anasema nifanye kazi niweze kupata kodi, nilipe kodi. Usipo nilipa sasa mimi nitafanyaje na ya kodi nitalipia nini? Nchi itajenga vipi? Mamangu atakula vipi? Mamangu anategemea mimi yale na watoto wangu wawili na Tiffah atakula nini? Atasomea nini? Kitu kama hivyo. So na, na, na pia ifike time serikali. Nakumbuka mimi nilikutana viongozi tofauti tofauti, nilizungumza nao vizuri, nikawaambia watu wachie wasanii wako na baadhi ya sehemu tuweze kuzitumia location kushutia video zetu. Ile inatangaza sana nchi. South Africa inazidi kuwa maarufu kwa sababu sisi kila siku tunaenda kushoot video zao kule nikatafuta kibali, nikafunga mtaa, nikashuti. Wewe Tanzania utafunga barabara yani, nani ushuti wewe? Diamond ni nani mpaka ushuti ufunge barabara hii? Wewe ni ujifanya una shuti una shuti nini kwenye nchi? So nafikiri hizo zama tuzitoe. Kuna baadhi ya sehemu wazitenge, ni maalum mtu akiamua kwa maana kushuti, ishutiwe. Mtu mm, akiamua kuzitumia kama vituo vya polisi, hospitali na baadhi ya sekta zingine za kiserikali ambazo zinaweza kuleta uhalisia katika video au picha na vitu tunavyofanya. Kwa sababu mimi nikaigize eti nipo jela, afu nimekaa katika chumba la ghetto, ni uongo, ni najitukanisha. Nitapata wapi kama kama serikali yangu nipi kuna kitu kama hivyo? Na sisi tuko flexible, na sisi tuko willing kufanya kazi za kiserikali, kwa sababu tunafanya kazi nyingi zingine bila hata kulipwa. Ya, hilo ndio jibu la Diamond Platnumz kwa ile issue ya Karibu SA. Unajua hasa kibongo bongo pia kama Diamond alivyoongea kwamba Tanzania inaweza kuwapa fursa wasanii, ikawapa pesa wakatusaidia kuitangaza nchi yetu kiutalii zaidi. Hata anaingiza mtoano mrefu kwenye suala zima la kodi. Ya, unajua wengi mlikuwa mnamfuatilia kwenye page yake Instagram lakini mlikuwa hamjui maana ile Karibu SA. Mlikuwa mnaona tu Diamond ana-post picha anaweka hashtag Karibu SA. Karibu SA ni Karibu South Africa. Lakini pia umejifunza kitu, kama Diamond alivyoongea kwamba hata nchi yetu pia Tanzania inaweza kutumia fursa ya wasanii tulionao. Tuna wasanii wakali. Kwa nini situmie pesa kuwalipa wasanii wa Tanzania na wenyewe wakataka kuamua kuitangaza nchi yetu ya Tanzania?

Wako, kwa sababu mshikaji wako mwanao wa dhahabu ambaye nimekuwa kishia kila siku na kazi za entertainment. Kesho pia na exclusive nyingine. Bota msingi ni moja, tupita kwenye youtube channel Global TV, subscribe, like pia comment. Asante sana kwa timu yangu, ambayo timu yangu inashirikiana na mimi bega kwa bega kuziandaa, kuzianda zile kazi zote za entertainment. Timu yangu Global TV Online, nyie mnatisha sana, shout out for you guys, nyie ni timu kali, asanteni sana kwa kuziandaa hizi kali I'm out.